Akizungumza mara baada ya kukabidhiwa mfano wa hundi yenye thamani ya shilingi bilioni kumi na mbili kama bakaa ya zaidi ya shilingi bilioni mia mbili zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya kugharamia maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili kumi na tano Rais Dr. John Pombe Magufuli amesema kwa kuwa tume hiyo haina jengo la makao makuu, unaandaliwa utaratibu ili fedha hizo zikatumike kujenga jengo la makao makuu ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi mkoani Dodoma. Pamoja na kwamba mmenikabidhi hizi fedha nilifikiri je, tuweke utaratibu gani tena niwarudishie hizi fedha ili kusudi zikabaki kwenu zikatumike sasa kujenga hilo jengo. Lakini nilikuwa na observation moja tu, kwa sababu tume inashughulikia Tanzania nzima, inawezekana pia mtakuwa na hilo eneo ambalo umelipenda zaidi la Dar es Salaam kujenga ofisi zenu. Niwaombe tu ikiwapendeza ndani ya tume, kama mtaona inafaa, na mimi ningefurahi zaidi kama hilo jengo lingejengwa Dodoma. Pia Rais Dkt. John Pombe Magufuli ya kusita kutoa wito kwa taasisi na mashirika mengine nchini yenye uzalendo na taifa kujinyima nyima, ili fedha zinazookolewa zitumike kwa manufaa ya watanzania wote. Nitoe wito ndani ya serikali na vyombo vingine vya serikali na mamlaka zingine mbalimbali ziige mfano mnaofanya wa kubana matumizi ndani ya serikali, ili fedha zinazokuwa ziende zikafanya majukumu mengine makubwa kwa manufaa ya watanzania wote. Mheshimiwa Jaji Ruvuva, nakupongeza sana ninakushukuru sana mkurugenzi, nakupongeza sana lakini niwapongeze tena kwa mara nyingine kwa jinsi mlivyosimamia uchaguzi mzuri. Mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi hapa nchini Jaji mstaafu Damian Lubuva akiambatana na mkurugenzi wa tume ya uchaguzi Bwana Kailima Ramadhani Kombwei amemwambia Rais Dkta Magufuli kuwa kurejeshwa kwa bakaa hiyo hakukuathiri kwa namna yoyote ufanisi wa uchaguzi uliopita. Katika hali hiyo kama wengi ambao ni mashahidi tulijitahidi, hatujisifii, lakini uchaguzi ulienda vizuri na kama itakavyoonyeshwa, Mheshimiwa Rais, tarehe 23, tunakukabidhi kukabidhi ripoti ya uchaguzi wote mzima ya mwe, mwe, mwezi huu, kama nafasi yako itaruhusu. Katika ripoti ile inaonyesha jinsi tulivyofanya tangu maandalizi mpaka mwisho. Aidha, jaji Lubuva ameiomba serikali kuanzisha kwa mfuko maalumu utakaokuwa kunatengwa fedha kila mwaka kwa ajili ya maandalizi ya chaguzi mbalimbali ili kuepuka ucheleweshaji wa bajeti ya shughuli za maandalizi za uchaguzi. Moja ambalo tumekuwa tukipendekeza mara kwa mara ni kwamba kuwe na mfuko maalumu wa uchaguzi maana yake nini ile mheshimiwa rais, ni kwamba kila bajeti mnaweka kwenye ule mfuko mnaweka kila mfuko. Kwa hiyo itakapokuja kipindi cha uchaguzi, hata ule mzigo hauwe mzito kiasi hicho. Kutokana na kutokuwa na ofisi katika eneo moja, tume imekuwa na changamoto ya kutokuwepo kwa uhakika wa usiri kwa taarifa zake, kwa kuwa majalada yanasafiri kutoka ofisi moja hadi ofisi nyingine, matumizi makubwa ya mafuta ya gari kwa kuwa gari mara kadhaa hutumika kusafirisha jalada moja kutoka ofisi moja hadi ofisi nyingine, na pia kupoteza muda wa unapohamisha jalada moja kwenda ofisi nyingine. Mheshimiwa Rais, kutokana na changamoto hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti aliandika barua kwenda kwa Mheshimiwa Rais Mstaafu na kwenda kushauri Waziri Mkuu juu ya jambo hilo.